Mimi na Dani tumepanga kwamba tukishafunga ndoa inabidi aje aishi hapa kwangu. Haya na wewe unakuja inakuwaje sasa? Mimi nadhani cha kwanza ni kumngoa kwenye mwenyekiti bwana Kambo. Kabisa? Eh, mgonjwa wangu mimi aondoke bila mimi kujua, ee hapo hapo ulipo. <laughs> Mikono juu, mikono juu! Piga magoti, piga magoti. Piga magoti. Wewe unajua kabisa kuwa ni rafiki yake baba. Baba mwenyewe kaenda akakukabidhisha kwake kwa, kwa ajili ya masomo tu kama babako mlezi, we mwenzangu nami umetoka hapo umeenda kulala naye na mimba juu, mtoto wa Deo. Sasa kama, okay, kama mtoto ni wa Deo si umwambie mwenye naye, kwa nini umwambie? Au ndo unamsubiria huyo mzee aanze kumng'ang'ania huyu mtoto naye? Sijui, yaani sijui yani, sijui, ni unatengeneza kitu gani sijui. Kwa sababu bomu lake likija kulipuka huko ndani haisemi. Sito kuwepo, sito kuwepo. Unachosubiria kumleta Deo kumtambulisha ni kitu Alikasirika sana yani, sana yani, mimi nauma uchungu. Deo anaondoka na niache bila msaada, sio kupiga simu, usafiri, sio chochote, kaniache pale chini kabisa, naumia na for that reason unataka utuletee Mr K kumtambulisha. Only Mr K ndo alikuwa yeye, bila Mr K mimi. Yeye ndo kanipeleka usafiri, kanifanyia kila kitu, isinikwe mingi kwa wapi leo. It doesn't matter na wewe unategemea yani For instance uko kwenye nafasi ya, ya ya- Deo, umekutana na message kama kama hizo zinajieleza kwamba mtoto sio wa kwake, wewe ungefanyaje? Janet, mtu unayempenda unaweza ukamwacha afi? Cause Deo aliniambia kufa, just asira za dakika mbili.

Mambo yanaumiza bro, yanaumiza sana. Unajua inayopitia unachukulia mambo simple sana, situation unayopitia leo mimi najua, lakini cha kujiuliza tu yule mwanamke alikuwa anamdumia eh? Na mbaya sana ile mimba siyo yako pia, wewe unaumia kwenye nini hapo? Zake, siwezi amini na wala situkubali kumpoteza mtoto wangu wa kiume, mwanangu pekee wa kiume. Nisikize zake, nataka ufuatilie, hakikisha unajua kwamba Patra amekwenda wapi na mwanangu, anataka kumfanyia nini na kwa nini ameamua kuondoka pasipo ruksa yangu te, anaondoka na mtoto wangu. E, fuatilia hayo pia, ujue kwamba mpaka sasa ana mpango gani na mtoto wangu. Nataka ujue, fanya hivyo, na majibu hayo uniletee ni haraka iwezekanavyo. Usisubiri subiri, nataka kazi hiyo ifanyike immediately. Rebeca mjukuu wangu naota ama woti ni halisi kabisa niko hapa sasa unalia nini kama mimi nimekuja kukuona A -a. Kani kuja kwangu ndio sababu yawe kuanza kulia sasa Kumisi sasa, sasa. Kama ulinimisi nimekuja ili ufurahi, nasitaki tena uwe mpweke, unasikia Rebeca? Sikiliza basi, unasikia? Usilie, utakaa na wewe hapa mpaka utakaporuhusiwa, sawa? Wewe ni wajina wangu, nakupenda. kati ya wajukuu zangu wote, Rebecca, I love you so <sighs> Sidi, unasikia? kati ya wajukuu zangu wote, Rebecca ni jasiri uh, sana <sighs> mimi nitasimamia <sighs> tu kwa mujibu wa sheria <sighs> hata sheria ina namna ya ku kufanya ili kuwe na, na, na mapendeleo hmm? Uh, naelewa. Komredi pali yangu, mimi nadhani yeye ndiye bado hajanielewa eh. Mheshimiwa Mwanasheria, tunaomba utuelewe ili tufahamu sasa. Uh, labda mna kitabu cha kampuni? Hapana. hmm. hmm. Ha, nitaka kujua tu mfumo wenu wa maamuzi umekaaje. Aidha, mwenye hisa nyingi ndio mwenye maamuzi ya mwisho au maamuzi yanatokana na wanachama kupiga kula. Lakini tukienda kwa mfumo wa hisa mm. kwa nyinyi watatu kila mmoja ana hisa kumi na tano 15, 15, Kumi na tano ina maana nyinyi mna, mna hisa 45. Mm. Kwa hiyo nikisimamia kwenye sheria mm. nyinyi mpaka hapo mshinda. Yeah. Akapo nyinyi ni washinda mm -hmm. Lakini kunaweza kuwa kuna tatizo sehemu kidogo, endapo huyu aliyemwandika mwenye hisa kumi na tano atajitokeza muunge mkono kwayo, inaweza kusababisha nyinyi mkashindwa. Asante sana bibi. Asante kwa kushukuru Rebeca, lakini ukitaka kunifurahisha zaidi, yaache yanayo yanayokuumiza, tafuta yanayokufurahisha uyashike, hayo ya ili upate nguvu ya kusonga mbele, kwa sababu kila binadamu katika maisha anayo yanayomfurahisha na yaliyomuumiza, lakini tunapaswa kuyashika yale yanayotufurahisha na kuyaacha yale yanayotuumiza, ili tuweze kupata nguvu ya kusonga mbele katika maisha. Nafikiri umenielewa. <tipa tibisa> <tipa tibisa> Ah, yule mjinga tu aliamua tu kuandika jina la mwanamke ili tuwe na uhakika, inabidi tumpe short notice, ili asijipange kuweka mtu kama ni sahihi, lakini kuhusiana na, na hilo, hmm. Ondoe ni mashaka, ondoe ni wasiwasi, hmm. Kila kitu mimi nimeshakishughulikia. Kweli? Eh, kabisa na hataonekana katika kile kikao cha maamuzi. Ah, kabisa ya. Ondoe ni shaka. Tadhani, yeah. <laughs> Mwanasheria, tuendelee na mambo mengine, lakini hilo tuondoe mashaka kweli. Okay. Sahihi kabisa okay. ondoe ni wasiwasi. Mimi nitaka tu... nitoe angalizo mm -hmm. Nabidi muwe makini sana kwenye maamuzi yenu ambayo mda kuyafanya sasa. So, so. Kila maamuzi inabidi mjenge uwezo wa kuamua nje ya kusikia na nje ya kuona. Kusikia au kuona isiwe suluhisho la kuwafanya mfikie hatima ya maamuzi yenu, nabidi muende beyond ya kila mlichokiona na mlichokisikia, la sivyo inaweza ikatokea tatizo. Safi kabisa, safi sana. Waswahili wanasema ukiona nyani amekuwa mzee amezeeka basi ujue kwamba amekwepa mishale mingi sana. Walikuwa na maana kubwa sana kuzungumza hayo sana tena. Unajua hmm? Sisi sio kwamba hatukupitia changamoto. Hapana, tupitia changamoto nyingi sana eh? Na ilifika wakati changamoto zingine zilikuwa zinatukatisha tamaa, lakini kamwe hatukukata tamaa, hmm? Tulisimama tukapambana mpaka hapa tulipofikia, tulizikuwa zile changamoto kama shule shule ambayo ilifanya sasa tukabiliane nazo na, na, na, na, na, na, na kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo bibi yako yuko sawa kabisa, na nakusihi mwanangu, tafadhali hmm? chukua hizi changamoto kama shule, sawa mama? Yeah. Hayo ndo maisha. Sawa mama. Katunaksumbua mtoto zikoti. Kila maneno ina muda wake, na sasa ni muda wa mimi kuongea kila ninachotaka kuongea. Kama unataka kwenda kumuita, mimi niende kumuita. Basi mwanangu. Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra. Abe. Hebu njoo mara moja. Hivi wewe kwa nini nikitaka kuongea na binti yangu lazima uingilie? Eh? Wewe ni binti yangu, muda wote nikitaka kuongea naye naongea naye. Yuko chini ya mama yangu. Mkoelewa. Ben. Kliopata, wame, bila bila ka pale. Kleopatra. Unajua Janet ametokaje hapa nyumbani? Ndiyo. Ametokaje? Aliolewa. Mhm. Aliolewa. Kwa nini wewe umeniletea mtoto hapa bila ndoa? Bila hata baba yake, baba mtoto yuko wapi? baba Janet alisafiri. Aha, hupo? Unajua mwenzangu hmm? sio kama najua hmm. ile tupokuwa hospitalini kule, aliniambia kwamba baba watoto wake amesafiri anarudi nini? baada ya wiki mbili Nakupa siku kumi na tano ya kumi na sita nataka nimuone hapa nyumbani. kitafutie tu dalali akauze kila kitu nyumbani. Una kwangu una mgeni kwa kusubiria na kusubiria. Sihitaji kuwasiliana kupitia mwakilishi Utakaposhindwa kuonyesha ushirikiano basi sisi tumtafute baba yako. Tatizo nini? Yeye kanilaghai mimi, kanirubuni ili mimi nimuoe. Hebu nenda straight kwenye point yako unayotaka kunieleza. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja na mume mmoja, na ndoa ikishafungwa haiwezi kuvunjwa mpaka kifo. Mimi nitamua mmoja na hizi picha ambazo ni kwambia zilipatikana baada ya harusi, ambazo zionyesha kwamba ni ushahidi tosha kwamba yule Rebeka alimdanganya mtoto wangu, haziwezi kuwa sababu ya kuweza kuvunja hii ndoa. Picha haiwezi kuwa sababu ya ndoa kuvunjika.